sita pointi mbili Marekani. Uwiano wa deni ya tatu la taifa unazungumzia asilimia mia moja na saba pointi sita. Inafuatia Ufaransa asilimia mia moja kumi na tano pointi saba. Sasa kwa maana ya sisi kukopa tumekopa kidogo sana, ukija katika uhusiano huu katika kusini mwa jangwa la, la, la sahara